Bismi llahi wassalatu wasalamu ala rasulillah wala alihi wa ashabihi wmanwala ama bad. Tunaendelea katika mfululizo wa darsa zetu za Sira, tunakusudia kuisoma na kujifunza historia ya Mtume sala la a wa salam tangu kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake, na kitabu ambacho tunaendelea nacho ni Khulasatu Nurlyaqini, juzuu ya kwanza, ama sehemu ya kwanza

alikufa mama yake wa huwa fi sadisati min umrihi, ili hali Mtume yupo katika umri wa miaka sita, wa hiya raji'atun min almadina, akiwa anarejea Madina, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka kulelewa na Bibi Halima As-Sa'diyah na kurejesha kwa mama yake hapo. Hapo tayari alikuwa na miaka sita, na mama yake akamchukua ya pamoja na kijakazi wao wa Umu Aiman ambaye ndio tunu aliyemwachia, aliachiwa na baba yake, walielekea ya kule Madina. Mtume akaenda kuoneshwa kaburi la baba yake na taratibu nyingine wakati zimemalizika taratibu kule Madina, wanaondoka Madina kurejea Makka. Sasa hapo njiani, hapo njiani ndipo mama yake akapatwa na maradhi ya ghafla akafariki. Ndio maana akasema hapa shekhe, tuwafiat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi. Amefariki mama yake mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ana miaka sita yeye Wahiya rajiatu min almadina, wakati huyo mama yake akiwa ni mwenye kurejea kutokea Madina. wa qad dhahabat ila lmadina li ziyarati qabri abihi, alikuwa na alikuwa meenda alikwenda Bibi, Bibi Amina mama yake Mtume huko Madina kwa ajili ya kulitembelea kaburi la baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam sallam, wa maaha na alikuwa amefuatana nao jaduhu babu yake mtume Abdul Muttalib, namana katika hii ziara mzee Abdul Muttalib alikuwemo, lakini katika kauli nyingine wanasema katika ziyara, ziyara hii alikuwepo umu aiman ambao ni kijakazi wao, wakad dufinat bilabwa, na akawa mezikwa abwa wa hiya qaryat baina bein makka wal madina nacho ni kijiji ambacho kipo baina ya Makka na Madina. fahadanathu ummu ayman, akalelewa na Ummu Ayman, khadimatu abihi Abdil, Abdillah, ambaye ni mtumishi wa baba yake Mtume swalla allahu alayhi wasallam Abdillah. Na huyu ndio alimwachia, hakumwachia mali isipokuwa alimwachia huyu, lakini alikuwa chini ya uangalizi wa babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Abdul Muttalib. Katika taratibu za kushughulikiwa zile shughuli za mama na mtoto, basi ni mtumishi wao huyu Ummu Aiman ndiye alikuwa kushughulikia labda, kumwogesha, kumfulia, kumpikia, lakini uangalizi labda kugharamia na nini, alikuwa ni babu yake Abdul Muttalib ndio alikuwa akisimamia. Kwa hivyo tumeona namna gani Mtume pamoja na umri wake mdogo, lakini amepitia katika hekaheka nyingi, na hiyo yote ni kumwandaa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuja kukabiliana ulibeba jukumu kubwa sana la kuwa ni mtume wa mwisho kati ya mitume waliotangulia. Alkhulasa, tufiat ummuhu, alikufa mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa umruhu sita sanawati Hali, hali ya kuwa umri wake mtume ni miaka sita wa dufina bil abwa, na mama yake alizikwa huko abwa. Fa hadanathu ummu ayman, akalelewa na ummu ayman khadimatu abihi, ambaye ni mtumishi wa baba yake, na ndiye aliyemwachia kama tulivyotangulia katika darasa zilizopita, ya kuwa baba yake hakumwachia chochote katika mali isipokuwa alichokiacha ni huyu mtumishi, na ndio alionufaika naye mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahu aalam.